Bahari ni tulivu, upepo mkali unagonga mawimbi mepesi juu ya uso wa maji. Jua linaelekea kuzama, huku miale yake ya dhahabu ikigusa bahari ya Atlantic. Lakini usichofahamu ni kwamba ndani ya eneo moja la bahari hii kuna mahali panatia hofu, na wengine hufika mbali zaidi wakisema ati kuna siri nzito. Kwa miongo mingi sasa kumekuwa na maelezo ya kuwa safari yoyote iliyotakiwa kupita eneo hili ilihesabiwa kuwa ni safari ya mwisho. Eneo hili lina umaarufu masikioni mwako kwa jina la Bermuda Triangle. Wavuvi wa zamani walilipachika eneo hili jina la mkono wa kuzimu wa bahari, huku marubani wa ndege wakilitaja kama shimo jeusi la angani. Bermuda Triangle ni eneo linalotengeneza pembe tatu kati ya Miami, Puerto Rico na Bermuda yenyewe. Pembe tatu hii imesheheni simulizi za hofu, sayansi isiyoeleweka na roho za wasafiri ambazo inasemekana wametoweka milele. Tuanze na kumbukumbu kumbu chache za matukio yaliyotoa taswira ya kutisha ya Bermuda Triangle. Kwanza ilikuwa ni kupotea kwa USS Cyclops mwaka 1918. Mwezi Machi 1918, meli kubwa ya kijeshi ya Marekani USS Cyclops ilianza safari yake kutoka Barbados kuelekea Baltimore mwanzoni mwa safari, akiwa na wanamaji 306 na sheena ya madini ya manganese na ove George Worley aliripoti kila kitu kipo shwari, lakini walipofika katikati ya Bermuda Triangle, redio yao ya mawasiliano ikanyamaza. Hakukuwa na wito wa dharura wala alama zozote za mabaki ya meli baharini. Meli ikatoweka ghafla kana kwamba ilimezwa na bahari. Tukio hili lilishangaza dunia, lakini mshangao wake haukuifanya Bermuda itoe siri zake. Iliendelea kuwa tulivu kama hakuna kilichotokea. Desemba 5 mwaka 1945, kundi jingine la marubani wa kivita wa Marekani lilipaa kutoka kituo cha anga cha Fort Lauderdale Florida. Flight 19, kama walivyoitwa, walikuwa kwenye mazoezi ya kawaida tu. Kapteni Charles Taylor, kiongozi wa kikundi, akatuma ujumbe wa redio uliotikisa hisia za wadadisi. Hatujui tuko wapi. Kila kitu kinaonekana tofauti hapa, hata bahari hatuioni kama inavyopaswa kuwa. Baada ya muda, redio ile ikasikika ikisema tena, tunaingia maji tunaingia. Kufika hapo ukimya ukatawala. Hakuna mabaki yaliyopatikana wala hata moja ya ndege hizo zote tano. Mbaya zaidi, ndege ya uokoaji iliyopelekwa kuwatafuta nayo ikatoweka. Binadamu wakapatwa na taharuki, lakini taharuki zao hazikuwa na ushawishi kwa Bermuda Triangle mpaka kutoa siri zake. Maisha yakaendelea na hatimaye Bermuda tena ikatrendi kwa habari nyingine ya kustaajabisha sana. Safari hii ilikuwa ni meli ya Mary Celeste, japo haikutoweka ndani ya Bermuda Triangle, lakini tukio la meli ya Mary Celeste linahusishwa na fumbo gumu la eneo hilo. Mwaka 1872 meli hiyo ikapatikana ikiogelea bila nahodha wala mabaharia. Chakula kilikuwa mezani kama kilivyokuwa, mizigo yake haikuguswa, lakini watu wote waliokuwepo ndani yake wametoweka. Wamekwenda wapi? Ni kama walikuwa wamesimama ghafla tu alafu wakaacha kila kitu na kutokomea. Swali gumu kwa watu wengi ni je, nini kipo nyuma ya pazia eneo hili Bermuda Triangle. Wanasayansi wengi wameshikana mashati wakitafuta jibu. Je, ni mvuto wa sumaku ya dunia unaochanganya dira za meli na ndege? Au ni gesi ya methane inayofuka kutoka sakafu ya bahari na kusababisha meli kuzama ghafla? Wengine wanaamini kuwa huenda Bermuda Triangle ni geti la kuingia katika ulimwengu mwingine. Wapo wanaosema kuwa labda hili ni eneo la viumbe wa angani na linatumika kupeleka wasafiri sehemu isiyojulikana. Lakini wenyeji wa visiwa vya karibu wana imani nyingine tofauti. Wanazungumzia mzimu wa bahari ya chuma, pepo au malaika wanaolinda eneo hili dhidi ya wavamizi. Hadi leo Bermuda Triangle inabaki kuwa kitendawili kisicho na jibu. Usichofahamu ni kwamba meli bado zinapita mpaka leo, ndege bado zinapaa na kukatiza eneo hilo lakini kila msafiri anayepita hapo anabeba swali moja kichwani, je, yeah, nitasalimika? Money Melodies tumeanza leo kuchunguza undani wa eneo hili, usikose mwendelezo wa makala hii kesho kwenye Money Melodies, ili kuangazia nini hasa kilicho nyuma ya mahali hapa.